Kama e, wanavyosema kwa kweli, vijana wanasema samaki mkunja kunja angali mbichi. Kwa hiyo yeah. yeah. Mm, e, sisi fursa kwa kweli tunayo iona yu, kubwa hasa kwenye ile eneo la taka ni kwa vijana na kina mama yeah. E, wakina mama wakitengeneza vikundi vyao vizuri, wanaweza wakawa wanazikusanya hizo hizi taka baadaye wanazitenganisha vizuri, wanapeleka kwenye maeneo ya uchakataji au viwandani, wanapata fedha. Kwa hiyo ni eneo moja ambalo E, lina, lina fursa kubwa sana na nzuri ya ajira, kwanza kwa vijana, lakini kwa kinamama. Kwa vijana ni kwa sababu gani? Kwa vijana, e, wao kimsingi wanakuwa na bado wana ndogo wana lakini pia wana muda mrefu wa kuendelea na, kimsingi hii miradi kwa kweli haifungui haifungui fursa e, kimsingi faida zake mm hazionekani kwa haraka sana -hmm. inahitaji uvumilivu wa hali fulani E, uwekezaji wa muda, muda, lakini, kimsingi, baada, muda muda lakini pia rasilimali fedha ambapo kimsingi baada ya muda fulani ndio unaanza kuona sio miradi ambayo inalipa kwa ghafla au kwa, kwa haraka. Inahitaji vumilivu na muda. Kwa hiyo kwa kijana ambaye anaweza akaliona hivyo, maanake anaweza akaanza kuwekeza sasa hivi taratibu, then akakua kulingana na muda, lakini na mipango yake. Kwa hiyo vijana, tunawakaribisha sana kwenye kuona fursa katika taka e, lakini pia e, tunawahamasisha na tunawasihi waandae mipango mizuri, lakini pia wawe na uvumilivu, kwa sababu sio kila kitu kinalipa kwa haraka kinalipa yaani, ile kina mradi weu kukomaa unahitaji muda sawa moja ya faida ambayo tutaipata kwenye soko zima la ajira ambao umelizungumza. Faida zingine ni zipi iwapo jamii itaona hiyo fursa kwenye urejeleshaji wa taka kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa taifa kwa ujumla e? kwa taifa kwa mfano ziko e, faida za wazi, naweza naweza mm hiz -hmm. Kitaifa e, kwa mfano e, tuna miradi ile ya kuhudumia kuhudumia huduma za usafiri. Kwa nini public transport? Yeah. Si gari <mimisi>, lakini Doma hapa tunaweza kuaamwetu mm, wa mabasi yanayoendeshwa kwa ya kutumia mafuta yaliyozalishwa ya na taka. Maana yake nini? Mm. Maana yake ni kwamba, yani ule mnyororo wa thamani wote unao kuanzia taka lakini mpaka bumu kwa hiyo unakuwa na mabasi special maalum yanayotoa huduma za usafiri kwa wakazi wa Dodoma, lakini anatumia la gesi inayotokana na taka hizo au mafuta kwa maana ya biodiesel yanayotokana na taka hizo. Kwa hiyo uh, kimsingi unakuwa na fursa za namna hiyo, lakini pia unaweza ukachukua mradi kama ule wa uh, basi ya mwendokasi Dar es Salaam ukahudumia na mafuta namna hiyo, kwa sababu injini inachohitaji mafuta na hao mafuta yanazalishwa kwa zaidi ya asilimia sabini na tano ya taka tunazozalisha zinazoenda ndani, zinatoka majumbani. Nyingine zinazobaki asilimia ishirini hizi ndio hmm, zinatoka maeneo ya viwandani huko na nyingine kwenye maeneo ya kupigia mitaani huko. Hiyo ni utafiti rasmi. Taka nyingi tunazozalisha zinatoka majumbani, na hizi e, taka zinazotoka majumbani hizi asilimia sabini na tano kiangalia nyingi kwa asilimia sitini na saba ni taka zinazotokana na vyakula, lakini na taka nyingine zile za bustanini ambazo kwa kweli kiujumla tunaita ni taka ozo. Kwa hiyo asilimia sitini na saba hizi taka zinazotoka na vyakula ni taka ozo. Sasa taka ozo e, ni kwa sehemu kubwa imekuwa ni fursa ambayo bado hatujaweza kuidaka vizuri, hatujaweza kuidaka vizuri kwa sababu E, zile tunazoita ni takaozo zinaweza zikazalisha bidhaa nyingi sana, hmm. Lakini mojawapo ya bidhaa ambazo zinaweza zikazalishwa ni bidhaa ambazo tumezipenda sana na ni bidhaa ambayo huwezi kuishi bila kuona bidhaa, hmm, ya nishati. Kwa hiyo takaozo ukizi nini vizuri ukizi, yani ukizichakata vizuri unaweza ukazalisha kwa eh, maana metani nadhani wengi unafahamu, lakini pia taka ozo hizo ukizitenganisha vizuri sana, ukaweza kuondoa zile za tunaita za tunaita stachi eh, hizi vyakula tunavyokula kwa wingi sana, aan vyakula tunavyokula kwa wingi sana wanga vya wanga eh, ukiandaka yale mabaki yake vizuri, unaweza ukazalisha pia eh, eh, tunaita bionizu.